Dakika tisini za kwanza sisi tulizungumza mara baada tu ya mnyama kufungwa bao mbili na Dulla Heavyweight alituambia kwamba mnyama anavuka, kabla hata yasemaji hajasema ya hii, wanavuka kauli mbiu ambayo imetamba kwa juu mazima kabla ya kufika leo tarehe tisa ambapo mnyama kavuka kwelikweli. Licha ya kuwa mchezo ulikuwa wa aina yake, dakika tisini za mikwaju ya penalty zimeamua mnyama hatimaye aende hatua ya nusu fainali. Dulla Heavyweight E, tumeyajadili mengi sana kabla ya mchezo na sasa tunajadili baada ya mchezo. Nataka tu kujua kwanza hali yako imekaa vipi mara baada ya kuona mnyama ametinga hatua ya nusu fainali bana. Mimi kama Mtanzania lazima nifurahi, sawa ya kama Mtanzania nimefurahi na sina kauli ya kusema baada ya huu mchezo zaidi ya kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, e, kwa sababu ndivyo tunavyoamrishwa. Umeelewa? wa idha aswabatikum muswibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi, mnavyopatwa msiba. Hmm, basi kinachotokea ni kusema tu kwamba hakika e, sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu kwa na kwake tutarejea. E, lakini hapa kwenye football hawa wamekutwa wame na msiba Umut, make wameondoshwa kwenye, na mara nyingi mimi huwa nikizungumza, mara nyingi sana huwa nikizungumza watu wenye akili fupi na fikra finyu

Wa. Watu wa ovyo wanavyouona si unaelewa eh? lakini hapua, okay. Of course ha, ha. Mimi, mimi kitu mpaka nakuja na kiexpress mbele ya mamilioni ya watu automatically hicho kitu nisha kireview na kisha kuwa proven hmm. kwani mara ngapi kinatokea? na Abdurrahman Behnom tulizungumza situlimzungumzia na, na, na alifunga bao hmm. nikasema Simba wata, wata, wataenda hatua tatu barani Afrika mm. mm. Kufanya comeback dhidi ya timu ya Misri ambayo tayari imekutangulia mabao mawili mkononi. Rekodi hiyo ilianza kuwekwa mwaka 1975. Timu moja inaitwa Enungu Rangers mm. Iliweza kutanguliwa mabao matatu kwa moja first leg dhidi ya Ghazal El Mahalla katika dimba la Mahalla Stadium, wakaenda Nigeria Azikiwe pale, kikapigwa wakashinda mabao matatu sifuri ya, Nungu Rangers wakaenda. Wakachukua kombe kwa sababu ilikuwa ni finali. Hiyo ndio ilikuwa comeback ya kwanza dhidi ya timu ya Misri kuweza kupata mabao mawili plus eh ya, ya, ya afu wakaenda waka comeback, mara ya pili inatokea inafanywa ina, ina, ina na Esperance Sportive de Tunis mwaka 2018 umeelewa, fainali ya kwanza dhidi ya Al Ahli, mabingwa mara nyingi zaidi kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, si ndio? Wameenda wamepata mabao matatu Al Ahli wakiwa Boja la Arab e, tatu moja, lakini wanaenda kule e, Agrebi Stadium wanakuja wanapoteza kwa mabao matatu sifuri, na inakuwa timu ya pili e, experience kufanya comeback dhidi ya timu ya Misri ambayo imetangulia mabao mawili, anakuja nani? Simba Sports Club ambaye anakuja anafunga mabao mawili tu, yanatosha kumpeleka kwenye penalty shootout. Inakuwa timu ya kwanza kuitoa timu ya Misri kwa penalty shootout kwenye kombe la shirikisho barani Afrika historia. Lakini kama haitoshi, inakuwa timu ya kwanza kumfunga Al-Masri mabao mawili sifuri, ambao ndio anakuwa kipigo chao kikubwa zaidi so far kwenye robo finali zote ambazo wamecheza. Simba Sports Club wameweka. Na kama haitoshi, robo finali robo finali, lakini na kama haitoshi pia, na sio sio kwamba wana utaratibu wa kufungwa fungwa sana mabao mengi, umeelewa? TP Mazembe Simba Sports Club pamoja na Vita Club ndio timu ambazo zimemfunga huyu mabao zaidi ya mawili pamoja na Pyramids FC. Sawa? Eh, wengine watu wanakuwa wanapata goli moja, au mbili moja basi. Simba Sports Club inakuwa timu ya kwanza kumfunga Al Masri mabao mawili kwenye hatua ya robo finali kwa bila. Sawa? Kwa bila. Na ndio kinakuwa kipigo chao kikubwa zaidi away toka waanze kushiriki hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika mwaka 2018, walimfunga isemalja kwake bao moja sifuri. Mwaka 2020, walipoteza kwa bao moja sifuri dhidi ya RS Berekane. Mwaka 2022, wamepoteza kwa bao moja dhidi ya RS Berekane. Simba Sports Club mwaka 2025, walikuwa wanataka zaidi ya mabao mawili, wamepata mawili, wanaenda ku progress. Lakini kama haujui, katika michuano hii Almasri waliocheza eh, mechi zote toka 2018, wame wanapoingia kwenye group stage mpaka wanapofika juu, umeelewa, haijawahi kutokea timu imepata magoli mawili katika first half inakuwa timu ya kwanza. Eh? No, no, inakuwa timu ya pili, sorry. Mwaka 2018 Vita Club waliweza kupata mabao mawili, ilikuwa ni tarehe 24 Oktoba 2018. Walipata mabao mawili katika kipindi cha kwanza na mabao mawili wakaja kupata kipindi cha pili. Simba inakuwa timu ya ya pili, kupata mabao mawili kipindi cha kwanza dhidi ya Al-Masri. Anatokea mtu anakwambia Simba eh, kama ina timu nzuri, kwa kwa nini kwa nini iwe na wazee walete mbuzi? Sasa hiyo inahusika vipi na Simba? Simba ina management yake, sawa. Simba ina mas, ina CEO ina msemaji, umeelewa? na mimi nipende kutumia nafasi hii kumpongeza Ahmed Ali kwa sababu kwanza sasa hivi afya yake sio nzuri sana kutokana na nguvu kubwa aliyoitumia kwenye hamasa, mpaka analia. Nimpongeze Ahmed Ali, anafanya kazi kubwa. Imagine unawaaminisha Watanzania kwamba kwa unavuka kwa wakati tayari una mabao japokuwa no, mimi nimekuwa mtu wa kwanza. Narudia tena kauli, mimi ndio nimekuwa mtu wa kwanza nikaonekana chizi, lakini Ahmed Ali yeye kwa ukubwa wake na jinsi ambavyo amekuwa akisemea Simba Sports Club eh, anasema kwa ukubwa wake kwamba Simba inavuka pamoja na kwamba ishatangulia goli mbili, anatakiwa kupewa heshima huyo, si unanielewa? Dhidi ya Watanzania ambao akili zetu tunazijua wenyewe, alitakiwa apewe heshima, lakini angalia jinsi anavyotumia ile nguvu mpaka anafikia hatua ile sauti yake inakauka brother, anatakiwa apewe heshima. Heavyweight e, umegusia eneo la semaji na mm -hmm. Mimi naomba nipite hapo hapo kabla sijaenda kwenye maeneo mengine muhimu e, katika mchezo wa leo e, Simba imekuwa ina kauli mbiu ambazo zinawapa matokeo chanya yeah. ilikuwa do or die, kaja wo inda wakaita wida na e, hii hapa sasa wanakuambia tunavuka na wamevuka. Kipi ambacho unakiona kipo siri ya hizi kauli ambazo wanazitumia na kweli zinatokea? unajua mm -hmm. Kauli inabeba kitu ambacho kinaashiria vitu ambavyo wachezaji wanalishwa before mchezo, na ndio maana nikakwambia mpaka wanajitungia hii slogan ya kusema tunavuka. Manake tayari wachezaji washapewa ile aim ya Simba, nini ambacho kinahitajika kwao. Kile kilichotokea pale ni slogan ambayo mashabiki wataipokea, then Simba wataiimplement. Ndio kitu ambacho kimefanyika, of course. Sawa? Na nawaambia kitu kimoja wale ambao wana, wana, wana wasi, kuna watu, kuna aina fulani ya watu. Nimewaona. Waiache Simba inapokuwa kwenye hii michuano. Simba ndio timu ambayo inajua nini inachokifanya zaidi kuliko timu yoyote. Na siku fichi jafe. Of course, mm-hmm. Nime, unajua Simba walivyo eliminate huyu Almasri nimetaja rekodi mbali mbalimbali hapa. Sawa? Kuna raha pindi ambapo timu inashinda ina, ina au ina progress dhidi ya timu ambayo iliaminika kwamba pengine isingeweza kuwa rahisi kufanyaje ku progress, sawa. Tofauti na unakutana na timu ya kawaida, mfano Rivers United ambayo ina hadhi ya kucheza kwenye preliminary stage ya CAF Champions League. Kuna hadhi ya timu ukicheza nayo alafu ukavuka, yule mtu anataka apewe heshima, si unanielewa? kama ilivyo kwa kama ilivyo kwa Al Masry, yani unaona kabisa kwamba timu ya Misri ikikutangulia mabao mawili na kwa impossible kuweza kuvuka, lakini Simba wanakuwa mm -hmm, timu ya tatu mm -hmm, wanavuka si unanielewa? Kwa hivyo, kwa haraka haraka ni kwamba niwaambie tu hawa jamaa, hii michuano kuna vitu vingi vya kuzungumzia. Usipende kuropoka ropoka. Yani uko mtu wa kuropoka ropoka, unajua Simba mbovu, Simba zuri na wazee kama ina kikosi kizuri kwa nini leto wazee, kwa nini hakuna, hawezi tragedy akatoka hapa akamwambia wazee njoni kwa Mkapa au siyo? Akamwambia wazee au sui nani njoni kwa Mkapa au fanyeni hivi sio? umeelewa Simba ni timu ambayo inateka hisia za mashabiki wengi. Automatically mtu akiwa na kitu ambacho anaamini ataisaidia Simba, anaweza akakifanya mwisho wa siku mnaambia oh, Simba sijui nini. Yaani mtu anatoa fact ambazo Almasri haijui. Hajui hata goli gani ambayo Almasri wanafunga. Tima, hajui, alafu anakuja, mbefu. Anakuja anakuambia hey, Almasri ndio timu ambayo washatoka, sijui Simba mbovu, haina kikosi kizuri, kama ina kikosi kizuri kwa nini walete mbuzi, kwa nini sijui nini, kwa nini sasa hizo hoja gani unatakuwa? Mtu unavyotoa tathmini, elezea. Kama alivyoelezea mimi, kuna wachezaji wa kuchungwa nikataja, kuna kina Hamada, kuna Fakhreddin, kuna Salah Hussein, kuna Ab Ab Abdurahman benum, kuna nimetaja, nikaelezea a strength yake iko hivi. Dribbling skills ya Abdurahman benum atakuwa izingatiwa, nafikiri watu wamemwona leo vizuri. E, mchezaji ambaye anaongoza kwa kufanya successive dribbles kwenye Egyptian Premier League. Unatoa tathmini kama hizo. Hivyo sio vitu vya kuvi, vya kuviweka kwenye media. Ukiwaambia wanaona udogo. Ah sasa, eh, lakini lazima niwaambie, simenielewa? Na Eli Mpanzo anafunga bonge moja la goli na nishazema anakuwa mchezaji wa tano kutoka Kongo kufanya hivyo kushinda mabao manne yakifungwa na wachezaji watatu akiwemo Jack Makusu Mundere, eh, wa wa wa... Sasa anatokea mtu from nowhere anakwambia e, Limpanzu sijui anafanana na mchezaji gani, na mchezaji sasa unakuwa unashangaa si unanielewa? E, kwa hivyo mwisho wa siku Simba Sports Club inapokuwa kwenye hii michuano waiache, wasilete mdomo, mdomo, nini, Simba waiache, wanajua wanachokifanya hmm. Tulikipanga kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba na mabadiliko pekee ambayo yalikuwepo ni eneo la Steven Desse Mukwala, nikakuuliza ukasema, unayaona mabadiliko hayo kwa sababu hmm. Simba inahitaji kupata matokeo walau kwa dakika kumi na tano za kipindi cha kwanza mwalimu. hmm. ndivyo ambavyo wamefanya hmm. E, wote ni wachezaji wa Simba. E, lengo ni moja, Simba kupata matokeo, na wamefaulu kuvuka katika hatua hii hmm. tofauti yao ni ipi hasa hususan kwenye game ya leo? Kipi ambacho Mkwala ameiofa Simba Sports tofauti na ambavyo Ateba angeanza pengine Simba Sports ingekosa? Kwanza ndugu yangu, utakuwa unipongeze hmm. ili ni, okay. ili ni jambo karibu la sita na litajafu linatokea hmm. sio unaelewa kwa no. na na nili, niliona ili kwa sababu mechi hii tulikuwa, yani, nitumie kauli gani? Yani, mechi ilikuwa haina matokeo mengine yoyote zaidi ya Simba kuweza kushinda mchezo. Yaani matokeo mengine yoyote ilikuwa hayana favor yote kwa Simba kuweza kuprogress. Kwa hiyo, kwa sababu Simba walikuwa wanahitaji kushinda, automatically kama kocha anatakiwa ajaribu kupanga safu ya ushambuliaji ambayo itakuwa very offensive minded kuliko namna nyingine yoyote. Na ukijaribu kuangalia numbers, non penalty goals kwa upande wa Simba, Mkwala anaongoza. Magoli, magoli mengi kwenye eneo la ushambuliaji Mkwala anaongoza sababu, mwanzo alikuwa ateba akaja akamoverturn akachukua yeye. Kwa hiyo ukiangalia jinsi ambavyo wamekuwa kitapi na mipira, jinsi ambavyo amekuwa kikonvert nafasi utaona kabisa ni mchezaji ambaye alikuwa na hiyo quality ya kuweza kufanya mambo kama haya. Na mwisho wa siku ameweka record, umeelewa? Ya kuisaidia Simba kuweza kucheza hatua ya nusu fainali. Achana na mambo ya 93. Sasa hivi tunakuja kwenye era nyingine ambayo Simba wanataka kuweka tena historia nyingine ya kujaribu kuangalia uwezekano wa kuchukua hili taji kibidi. Kwa hivyo ya niliamini kwamba Steven Mukwala ana nafasi ya kuweza kufanya chochote, na of course ameaminiwa na ameweza kufunga bao, na bao hilo lilikuwa very crucial kwa sababu ndo ilikuwa ndo limeanza li, li, li ile turn, mwisho wa siku ya ni, ni, ni, ni, ni bao ambayo kwanza ndo limelevo ile aggregate, si ndio ilikuwa la pili ile, kwa hivyo ya niliona nafasi yake na kweli imetokea. Kuna uh, mengi yamezungumzwa pengine mm. Kuvuka katika hatua hii kuna hatua nyingine yote ambayo mnyama anaweza kapata wasiwasi, kuibuka nusu finali uh, pamoja na fainali. Kuna hatua ambayo inaweza ikampa mgumu ugumu wowote kwenye michezo anayoiendea, ta of course ni bingwa mtetezi mm. So with due respect, unatakiwa umpe heshima, heshma. Najua mimi siropoki ropoki kama watu wengine, simpa hivi. Mimi ni mtu wa facts, data, insights, anali uh, analysis. Eh, kwa hiyo Zamalek ni, ni, ni timu nzuri, sawa? Na mind you, Simba wameweza ku progress kwa penalty shootout, sawa? Msimu wa 2019 Zamalek waliweza kuchukua taji la CAF Confederation kwa penalty shootout dhidi ya RS Berkane. Nafikiri unafuatilia. Umeelewa? Na nishaweka historia sawa kwamba toka mwaka 2004 mpaka leo hii tunavyozungumza, Simba ndio inakuwa timu ya kwanza kushinda kwa mikwaju ya penalty dhidi ya timu kutoka mi, Misri kwenye kombe la shirikisho. Kwa hiyo Uh, unaenda kucheza na timu ambayo imeshawahi na uzoefu wa kuchukua mpaka taji kwa penalty shootout kama in case Simba watarudia makosa. Lakini kuna kitu atabidi wasisahau, Simba wali mchezo huu wamefuzu kiugumu kwa sababu waliruhusu mabao mawili ugenini. Hii mm. Simba wataichukua kama funzo. Yaani ile funzo atalibeba kama lilivyo kisha watenda kulipesti katika mchezo dhidi ya Zamalek in case Zamalek amefuzu kwa sababu yeye yeah, ana advantage zaidi anacheza mechi nyumbani. Uh, hakuruhusu goli hiyo ye, bila bila. Ana yeye ana mlima mrefu, akipata goli moja au tofauti ya goli moja anaenda. Kwa hiyo kama Simba atakutana na Zamalek, ana historia naye, nafikiri watu wanajua mwaka 2003. Hiyo historia hata mtoto mdogo na kwamba alikuwa hajazaliwa, kwa hiyo yeah, unapokuwa unaenda kucheza na yule na maana, kila mistake ambayo uliifanya unaichukua kama funzo, then unaenda kuiboresha kuhi, katika mchezo dhidi ya Zamalek. Na jinsi ambavyo Simba watajiandaa dhidi ya Zamalek naamini ni tofauti na jinsi ambavyo uh, wamejiandaa katika michezo iliyopita. Tusizungumze tukavimaliza vyote uh, kuna maeneo mengi ambayo tutahitaji kuangazia kiufundi zaidi. Heavyweight, neno lako uh, ni lipi sasa, hususan kwa semaji, umempa maua yake lakini kocha Fadlu eh, namna ambavyo umemtazamia kwenye mchezo leo, lipi unalo kwa wachezaji wa klabu ya Simba ambao hivi sasa bendera ipo mabegani, japo inaonekana ni bendera ya Simba Sports, si bendera ya taifa? Unajua Fadlu eh, nilikuwa nataka nimweke kiporo, lakini, so, kiporo. Eh, lakini kuna vitu kidogo vya kuboresha, of course hmm. ambavyo tutakuja kuvizungumza hmm. eh, lakini nimpongeze ni hmm. sababu anaingia kwenye record hmm. kocha wa kwanza kuipeleka Simba Kye, kwenye new era. Hii ni new era. Simba, kwa hiyo nampongeza kocha kijana na CV kubwa na nakua marapili kuna shai kufika mpaka finali akiwa na Orlando Pirates akiwa kocha msaidizi nyumaa nsi kazi Uh, hii inakuwa sasa yeye kama main, mm. uh, head coach anaipeleka Simba nusu finali na sahivi hatuhitaji kumcriticize uh, zaidi ya kumtakia kila laheri dhidi ya Zamalek in case atakutana naye aweze kumnockout pia aweze kufika finali. Na in case Simba naandika na hii, mm. maana mimi nimekuwa mtu wa kutoa fax mm. Simba akifanikiwa kumnockout Zamalek kwenye hii michuano mm. Simba anarudi na ile kombe nyumbani. Assalamu alaykum.